Balozi wa Afrika Kusini nchini Marekani Ibrahim Rasul amerejea nchini humo Jumapili hii akiwa na msimamo thabiti baada ya kufukuzwa rasmi na serikali ya Marekani. Uamuzi huo ulitangazwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, aliyemwelezea Rasul kama mwanasiasa aliyepandikiza chuki ya kijamii na kusema kuwa hakaribishwi tena katika nchi yetu tukufu. Rasul amezungumza na wafuasi wake waliokuwa wamefurika katika uwanja wa ndege wa kimataifa Cape Town Jumapili hii akisema Haikuwa chaguo letu kurudi nyumbani, lakini tunarudi bila majuto. Yeye na mke wake walikuwa wametoka kwenye safari ya masaa 32 kutoka Marekani kupitia Doha, amesema katika hotuba yake. Rasul amesema alitamani kurejea na habari njema kama vile kupinga madai ya mauaji wa wazungu nchini Afrika Kusini au kufanikisha mikataba ya kibiashara, lakini alisema yote hayo yalizuiwa na msimamo wa Afrika Kusini kuto kujiondoa kwenye kesi dhidi ya Israel katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ. Kama Afrika Kusini isingekuwa ICJ, Israel isingefichuliwa, na Wapalestina wasingekuwa na tumaini, amesema Rassul. Amekanusha tuhuma kwamba ni mpinga Marekani na kusisitiza haja ya kujenga upya uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Lazima tujenge upya na kusahihisha uhusiano wetu na Marekani. Uhusiano huu haujawahi kuwa na ikulu peke yake, ulikuwa na Congress na zaidi ya yote na wananchi wa Marekani. Amekumbusha kuwa wakati warangi, wa ubaguzi wa rangi raia wa kawaida wa Marekani waligoma kula matunda ya Afrika Kusini na kususia bidhaa zake. Wakati ikulu na Congress walituona kama magaidi, ni raia wa Marekani waliokataa kula matunda yetu na kugusa bidhaa zetu. Kufukuzwa kwa Rasul kulitangazwa baada ya Rubio kunukuu kauli zake kwenye mhadhara wa mtandaoni ambapo alimtuhumu rais Donald Trump kwa kuchochea ubaguzi wa Kizungu. Ikulu ya Afrika Kusini imesema hatua hiyo ni ya kusikitisha na ikasistiza kuwa taifa hilo bado linadhamiria kuendeleza uhusiano wa kuheshimiana na Marekani. CHD Track wanasambaza magari bora yaliyoundwa na Maafrika kwa ajili ya Afrika kutoka China. Wanatengeneza malori yanayokidhi mahitaji yako maalum. CHD Track, ubora unaoaminika kwa bara la Afrika. Wasiliana nao sasa.